Guys, member DSN Technology, leo nataka nikuelekeze ni jinsi gani unaweza ukatengeneza e, wallpaper au image kwa kutumia AI. Cha kwanza utaenda Play Store, uta download application ya ChatGPT. After then, baada ya kudownload, make sure kabla hatujaendelea, usubscribe hii channel kwa sababu ndio channel pekee ambayo tutakuletea mafunzo ya teknoloji kwa lugha ya Kiswahili kabisa. Baada ya ku download utaifungua application yako ya ChatGPT. Ukishaifungua application yako uta sign up kwa kutumia Gmail. Make sure na subscribe na like video ili usipoteze kila video ambayo tutakuwa tuna upload hapa kwenye hii channel. Nitaipa prompt au nitaambia AI ya ChatGPT nitengeneze prompt ambayo kulingana na, na image ambayo nitaka kutengeneza. Yeah, nitaipa kama idea yenyewe itafikiria zaidi na ita, itaona nini ambacho nahitaji na itatengenezea prompt ambayo ni uhakika. Nitaandika prompt yangu kama hivyo tu. Utaandika kulingana na mawazo yako au unataka image yako igenerate vipi. Make sure una subscribe, una subscribe guys. Subscribe ili usipoteze video zetu ambazo tutakuwa tuna upload kila siku. Hakikisha unawasha notification bell ili tunapo upload video mpya uwe wa kwanza kuzipata. Baada ya kumaliza nitakopi prompt, afu nitaenda kwenye nitaenda itenda etenda Chrome, kisha nitasearch Gemini, Gemini AI ya Google, na nitaweka prompti Nitahakikisha nita, unaweka nano banana utaiona tu, kama alivyoweka mimi hapo. Utaweka nano banana, imekaa kama ndizi fulani hivi, icon kama ndizi, utaibonyeza hiyo, itaanza kujenerate picha ambayo nitaka iwe. Kwa mfano mimi niliambia nijenerate picha ambayo nitaweka kwenye wallpaper. Kwa hiyo ndo picha ambayo tayari AI yangu imesha generate. Kwa hivyo ndo tunavyofanya. Hakikisha una subscribe ili usipitwe na mafunzo mengi kama haya. Unafundisha teknoloji kwa lugha ya Kiswahili kabisa. Let's go. Subscribe now, like, comment. Ukilike unawajulisha YouTube kuwa unapenda video za teknolojia na atakuletea video nyingi kutoka kwa wataalamu mbalimbali. See you at the top.